Mo i na sasa wakati maneno yamefanyika, vitivi na sarakasi vimetokea hapa, lakini nawaambia kwamba hii Mwingi yetu, kitu yetu sima, wongosi, pale, na Kitui yetu lazima tusawazishe uongozi wakati pale. Vile vile, tukasema uongozi wa vijana upewe heshima speaker kwa miaka thelathini na mbili amechaguliwa kuwa, kuwa spika wetu, na kwa hivyo ikikuwa hivyo, wakati mwingine nikimaliza kule kwetu Bwana Omari, huwa tunaenda kuwinda. Siku moja, kuna vijana kule kwetu walienda kuwinda, wakaungana vijana wa kijiji, wakaenda kuwinda, lakini ikakuwa kwamba kuna kijana pale walikuwa wamekosana na kijana mwingine, na akaamua lazima tukienda kuwinda tuue huyu kijana alafu tukimuua Tutaenda tuambie mama yake kwamba kijana aliuawa na na nyati. Si unajua nyati? Sasa watu wakaenda kuwinda, wakapata kijana, wakauwa na wakaenda mawaambia mama yake kwamba ameuawa na nyati. Katika hii mawindo ya kutafuta maendeleo ya Kitui, tulienda na viongozi wenzangu MCA. Hapa Mwange yuko hapa. Wale chuso kuna katoni na wale wengine tuko ma MCA zaidi ya 60 hapa tumeenda katika safari ya mawindo. Lakini wakati tuko msituni kuna wenzetu ambao wametuambia tuue wana waona tuseme kwamba ameuawa na nyati. Na sasa hao vijana mi, mimi na Mwanga tukasema tutaenda kuambia mama yetu wa Saifura namna gani tukiua huyo kijana tuache msituni karipokendatora mwana wetotatikaka nagani tala sasa, mimi tutasimama kidete kuhakikisha kijana yetu kilengo hata uliwa msituni lazima tuambie mama yetu wa Sekuo kwamba wakati miaka yetu imeisha, kijana tumerudi mjaa na hapa sasa. Na hiyo ndio shida ambayo mimi na mwanga tunakula, lakini no by anybody tutarudi naye baada ya miaka mitano, na wale wenzetu wameamua kutusaliti. Hata naona mama mwingine wa Sekuo hapa anaua, huyo ni mama ambaye si mama. Kuna vijana wetu hapa wameamua kuwa the sponsor Naaa lakini nawaambieni mama yetu usiye na wasiwasi, kijana yetu kinengo yuko safe na tutakuja naye baada, ba window, baada katano, na ya mawindo baada ya miaka tano, na tukitupatia safari nyingine ya kwenda kuwinda tutaenda barabara. Asanteni sana na Mungu awabariki.